Ah, Mr. Uchebe mambo ni aje? Mimi niko njema kama unavyoniona. Yes, leo ni siku nyingine yenye utulivu. Unaona wapinzani wako jinsi wanavyowasha moto? Hapo sasa ndio mnapoanza kututukana. Kiaje bwana Uchebe, kiaje tena. Yale matusi. Labda sijajua moto gani unaozungumzia wa mabua? Au moto wa gesi? Moto upi unaozungumzia? Nazungumzia moto wa kiwango ndani ya dimba la Benjamin Mkapa ndani ya NBC mechi mbili, pointi sita, magori sita. Huu si moto bwana Uchebe? Ah, mimi nikikwambia Yanga tuna pointi saba tabishi. Tabisha kwa sababu inajua nne. Aliyefungua ligi ni nani na nani? Ile inahesabika kama ngao ya jamii. Ndio, si ufunguzi wa ligi? Mm. Mimi nilifungua na nani? Ulifungua na Simba. Nilifungua na Simba. Mm. Aya, nilivuna alama ngapi? Kwani ulikuwa mchezo wa alama ule? Sasa sikiliza, ndo tunaenda taratibu. Mm. Mimi na wewe tumecheza michezo mitatu. Mimi na alama saba, yeye na alama sita. Nani anaongoza ligi? Unaona msimamo? Eh, hey, ungoje kwanza nikwambie. Hey. Nani anaongoza ligi? Tufanye mimi na yeye. Anaongoza Simba. Mimi na alama saba nimempiga yeye, nimempiga Pamba, hmm. Na nimetoa sare namba ya sita na alama saba. Lakini mchezo wa ufunguzi wa ligi hauhesabiki kama ni mchezo wa ligi kuu. Ule ni wa ufunguzi, ni ngao ya jamii. Pale mna marizano, achukua kombe lako, haihesabiki. Ndio maana mpaka sasa hivi wao wanasema juu kule kuna baridi. <laughs> Kuna ligi inaanza bila ngao ya jamii. Na kuuliza kuna ligi inaanza bila ngao ya jamii. Nachozungumzia ni kwamba amuambie ah, ukweli uh -huh. Amuambie ukweli kwamba wewe hmm, kama unaongoza ligi, Yanga ana pointi ngapi? Muulize Simba, kama wewe unalalamika una pointi sita hmm, Yanga ana pointi ngapi? Mimi natofautiana na Mbeya City, na natofautiana na Azam, umeelewa, na natofautiana na nani mwingine mwenye alama sita mwingine pale nani huyo? Ndio natofautiana naye yeye. Simba hajanizidi. Simba hajanizidi, naomba uielewe hiyo na uipeleke vizuri. Simba hajanizidi. kama ananizidi, muuliza na pointi ngapi? lakini Mr. Uchebe, tunapozungumzia ufunguzi hatuzungumzii kwamba ile mechi inahesabika moja kwa moja kwenye aa, zile mizunguko miwili ambayo sawa na mechi 30. Hii tunazungumzia ni kwamba tumemalizana leo, umechukua ndio maana kuna paka matuta, kama mkishindwa ku, kushindana kwa uwanjani kwayo. Hii ukisema kwamba unaipeleka kwenye kwenye aa, kwenye msimamo ama kusema kwenye mechi za ligi inakuwa haijakaa bwana, bwana, bwana Uchebe bwana. Na mm, Uchebe, ngoja ngoja tuadai mm, kaulizeni Simba mm, wewe na, na Yanga mkimaliza msimu huu mm, mnakuwa mmecheza ngapi za ligi? Mimi bwana. Mimi na moja. Nani anakuwa amemzidi? hiki ni jificha, Uchebe, kichaka unajificha Uchebe. Mm. Sio kichaka nawaambieni, mm. waandishi hili mlikuwa mjaliona, umenielewa? mm -hmm. Waambieni mm. wewe Simba na Yanga mmeshacheza mechi tatu tatu, nani anaongoza ligi? Mimi nimecheza mechi zenye faida zaidi napeni na kodi hiyo, wanaochebei kama vile watu natuhadaa kidogo, nataka kutudanganya kwamba una pointi saba, si ndio? Hey, eh? Yeah. Lakini ukienda kwenye msimamo halisi unaonyesha nini, msimamo wa nini wa ligi kuu soka Tanzania bara? Ndio maana nimekuambia mi natofautiana na Azam, umenielewa mm. mm. Azam kacheza michezo miwili mm -hmm. bila sita ikacheza michezo miwili mm. na mungu akacheza michezo miwili mm. na watu wengine michezo mm -hmm. miwili miwili mm hao -hmm. ndio tunatofautiana nao mm. mimi na Simba tumecheza mechi tatu, tatu mpaka sasa hivi ninavyozungumza <laughs> tu, basi tuachane na hilo kwa sababu naona bwana Uchebo nataka kutuhadaa, lakini sijakuunga mkono licha kwamba tunaliacha, lakini sijakuunga mkono. Ninachofahamu ni mechi mbili mbili na uh, mtani wenu anaongoza na pointi sita na magori sita. Tunataka tustiki hapo kiwango cha mtani msimu huu, mwanzo alianza kwa kubabaisha kidogo kwenye uh, li, uh, na maisha ya klabu bingwa na watu wakabeza beza kiwango chake, lakini tunaona uh, Selemani Matola amekuwa ni kocha ambaye anaonyesha kitu cha tofauti. Wewe kama mtani upati pressure juu ya hilo? Sijawahi pata pressure hata siku moja. Mm. Simba kiwango chake ni sawa na mvua mm -hmm. ya Dar es Salaam tu. Unaweza kuona Mbagali inanyesha, mm, Vingunguti jua linawaka, ukienda airport mvua inanyesha. Kwa hiyo kiwango cha Simba kama mvua ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hainibabaishi hata kidogo. Umenielewa? Mm -hmm. O, mimi naweza nikaita kwamba uh, mpira anaocheza Simba ni wa Palasu Palasu. Sijui nikisema Palasu Palasu kama mnauelewa. Ifafanue vizuri. Eh, ngumi za Mandonga unazijua? akishinda kama ameshinda akifu, akifu, akipigwa kama amepigwa, akipiga kama amepigwa hey, hey. <laughs> Ndio mpira wa Simba hey. Hey, wewe ndio mpira wa Simba. Kwa hiyo Simba a, leo anaweza anavyoongea kwamba Simba mimi nimekamilika, kila idara najua kupambana sio na nini, lakini twende kwenye mapambano, mbabe wake Simba ni nani? lakini msimu huu umeanza ubabe kwa tabu ngoja. Ubabe mbabe yake nani? Nyie simulikii kwamba mechi ya ufunguzi wa Ngao Simba amecheza bora kuliko nyie, matokeo anayo nani? Tunaposema mtu amefanya kazi mm, kazi ni matokeo mm. Leo tunasema sukuma ukuta, usipodondosha ukuta maake hujafanya kazi mm. Ukuta ukidondoka umefanya kazi yes. Mimi nilibeba kombe mbele yake, leo unasemaje Simba alicheza mpira Mtoto gani utaenda kumdanganya au kumwambia maneno hayo akakuelewa? mm -hmm. Mwambia ni ukweli, Simba mpira bado, umenielewa? Simba mpira bado, na kila sababu na kila namna ya kujifunza mpira kutoka kwa Yanga. Kwa yanga ipi sasa, bwana Uchebe? kwa yanga ipi? Hii ambayo imetoa ime suluhu na Mbeya City? Nadana, nikukumbushe kitu kimoja mm. Mbeya City sisi ndio mpinzani wetu kwa msimu huu tunaanza mm elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita. Mm. naomba mielewe hii kwamba Mbeya City ndio mpinzani bora kwa Yanga, kama atajitokeza mwingine tutamwona mbele ya safari. Ndio maana nimesema kama atajitokeza mwingine tutaona mbele ya nini, lakini mpaka sasa hivi mm. alionyesha mpinzani bora ni oh. Mbeya City, hajanifunga sijamfunga, tumegawana point mm. lakini huyo nayemtaja mwanzo tu wa msimu mwisho wa msimu, kwanza ulioisha katukabidhi kombe, msimu unaanza katukabidhi kombe. Umenielewa? leo, leo hii unamwambia unaanza kukompea Yanga na Simba leo. Labda useme kwamba Yanga na Mbeya City, vipi? ndio naweza nikawa na sababu ya kueleza, lakini ukiniambia wetu naniuliza Yanga umeonaje mpira wa Simba ambaye Simba mi kila siku namchalaza anavyotaka lakini nimeuliza hivi kwa sababu ukiangalia uh, mechi ya ngao ya jamii wana Yanga wengi walikiri kwamba Simba imecheza mpira mzuri licha ya kwamba mlipata matokeo, lakini pia uh, wakadai ilikuwa ni offside. Ilikuwa goli la offside. Maana yake kama ingetendeka haki uh, pengine mngeenda matuta, ama pengine Simba wangepata goli kwa sababu tunaamini tuna kwamba timu inapopata goli inakuwa na nguvu zaidi. Imekuwa ni chachu kwa Yanga kuanza kujaji kile ambacho kimetokea Mbeya zidi ya Mbeya City. Na hii imepelekea pia baadhi ya wanayanga kusema kocha hajafanya vizuri kwa sababu akiangalia nyuma moto nawaka kwa Simba na hivyo kuleta pressure. Wewe bwana Uchebe huoni kwamba inaweza ikawa sababu ya Simba kuwa bora zaidi kuitikisa Yanga? Hayo ni matamko yako wewe mwandishi kusema Simba hmm, alicheza mpira mzuri zaidi ya Namungu. Umenielewa? Hmm. Namungu yuko kwenye level gani na Simba yuko kwenye level gani? Bwana unamzungumzia Dula na Abdalla. Unazungumza Dula na nani? Na Abdalla. Eti kwamba Abdalla alionyesha kiwango kizuri ya Dula. Unaona, inaleta Dula na Abdala, manake ni maana jina moja hilo. Ndio maana nakwambia Simba na Namungo ni Dula na Abdala, mm. Abdala sasa hivi yes. ni Dula na Abdala, mm-hmm. Kwa hiyo uwezi ukaniletea hizo habari mimi, nikaweza kuelewa kama Simba anajua mpira. Mmenielewa? twende tu tuangalie kwenye michezo mimi mimi nimecheza michezo ya kimataifa, amecheza mchezo wa kimataifa, Azam kacheza mchezo wa kimataifa na Singida, amecheza mchezo wa kimataifa, umenielewa? Wote tunaotaja hapa, wote tumecheza michuano pia ya, ya ligi ya ndani. Leo hii ukienda kwenye hizi timu nne, mchukue Singida, mchukue Azam, mchukue Yanga, mchukue Simba mechi, timu hizi nne ziweke hapa mda anatoka nje huko anakuja hapa anakwambia, timu ambayo ni ya mwisho na inaonyesha poor performance, atataja timu gani? Usiseme Simba, mi sijataja Simba. Uta utasema timu gani? Lakini sote tumevuka. Wewe, yan si ufike ng'ambo ya pili, ila uangalie namna gani nimevuka Ah, sasa hii sasa tukirejea no. hivyo maana yake tunakuja kwenye <laughs> a, performance ya Yanga pia, ukisema hivyo kwamba lengo ni kuangalia performance, tunaangalia pia kwenye mechi ya ya jamii. Simba alicheza vizuri, ni lengo lenu, nimesema kwamba mlikabidhiwa kikombe, kwa maana yake bado tunarudi kule kule kwamba kumbe ushindi ndio muhimu. Ndio maana nataka nikwambie, mm. kama ulikaa pale ukafanya tathmini mm. ya mpira tuliocheza sisi na Simba mm. ni vitu vile tofauti. Yanga alionyesha good performance umenielewa? Mimi nataka nikwambie, kocha wa version ya mbele, Roman Foz, huyu ni kocha wa version ya mbele. Yaani tunavyozungumza Roman Foz, usizungumze mpira wa leo au wa kesho. Version ya mbele maana ni kocha wa baadaye, anaangalia mpira leo kwamba nicheze mpira wa 2030 mbele kwa leo. Anapokuwa amekutana na Simba, kwanza alikuwa mgeni Tanzania, ndio kwanza amekuja, akaambia Simba ni nani watu akampa mafaili akayapitia akaambia karibuni. Kama unakumbukumbu vizuri, mwandishi, waambieni ukweli, Roman Fozi tunaenda kumfunga Simba alifanya sabu moja tu, sabu moja tu, Simba katolewa mchezoni. Unakumbuka, anaingia dumbi hapa, anaingia dumbi ndani ya ya dakika tano tunafunga goli ndani ya dakika Simba tunamfunga goli. Kwa ni namna gani aliusoma mpi, mchezo mpinzani mm. na akajua namna gani niweze kubadilisha na nani naenda kumbadil, anaenda kubadilisha mchezo akaweka dumbia pale Simba akapoteana yani. Hizo nini alishindwa nini? na nataka nikwambie mm. kwa Mbeya City siotu alishindwa nini? mm. ni aina ya uwanja, kwanza uwanja, uwanja mbovu hujawai ona viwanja vinafungiwa bikiwa vibovu aya, basi tuseme hivi ule uwanja wa Mbeya sita uambie TFF na bodi ya ligi wasiufungie mpaka Simba aende akacheze, wasiufungie mpaka Simba aende akacheze pale. Mimi leo si Yanga nimecheza pale, na tarehe mbili mwezi wa kumi na moja anaenda kucheza na Prison, wasiufungie uwanja ule mpaka Simba aende akacheze pale. Mtakuja kuniambia kwamba nani alikuwa mbovu nani alikuwa mbovu akienda pale Mbeya City. Mimi nakuhakikishia leo hii Yanga ni mechi yetu ya kumi na moja tunacheza na Mbeya City, kabla hata Mbeya City hajashuka daraja mara ya mwisho elfu mbili ishirini na tatu Mbeya City anashuka daraja, natoana naye sare ya tatu, tatu. Mimi nafanya kuchomoa, umenielewa? Mimi pale nimepata ushindi mara moja. Mbeya City amepata ushindi mara moja, nimetoa naye sare tisa. Tunapiga fasale zote leo tuko na msifia Gamondi. Anachapa watu goli tano. Goli nne tatu. Zilikuwa ni jambo la kawaida. Tunazungumza Nabi anibita ni 49. Umenielewa? Lakini kwa Mbeya City uwanja ule alipigia magoti. Hakutoa sare ya bila kufungana. Leo tunazungumza Roman Foz. Kaenda kutetea kutokuruhusu goli langoni kwake. Ni namna gani alikuwa ame msema vizuri, mpinzani na Mbeya City. Sisi hatujapata goli kwao. Kwa lugha nyepesi tuseme kwamba Yanga kutoa uh, sare na Mbeya City kwenu ni ushindi, sio ushindi mm, ni aina ya mchezo. Tunapokutana na Mbeya City, Mbeya City anajaribu kujua namna gani, mimi ni mpinzani mzuri kwake na mimi najua ni mpinzani mzuri kwake.